Hasa mtandio, niambia ndugu zangu Waislamu, mtandio ni <laughs> mrefu sana, yani naweza nikajitanda mimi hapa nikaswari, yani ni mrefu <laughs> naweza nikaufanya hivi nikaureta hivi, jamani eh, Mmeona? Sasa mi sijui kujitenda kwa sababu mimi hivi vitu hivi jamani, mashallah mmeona au kuna, eh, alafu kwa, kwa, kwa, pia kuna imikanda kwa sisi wa dada sisi, wa dada, sisi kuna sisi jamani, ambao tunapenda vina vino mchongoko kuna hii mikanda ya kuvalia madeo oh. <laughs> Nywele nywele huu nawe dada <laughs> You see, mmeona <laughs> guys. Asa ukishakuwa ukiwa na naiafu na umtandio unakuwa kama umejitanda namna gani, vipi nywele umeona hapa ndugu zangu, naenda kufutuleni mapeni eh, my name is Salha, eh ile inaitwaje, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naenda kula daku. Kwa hiyo, umeona guys, ni ni vizuri I, I hope umeona. Napenda kuongea kiingereza afu sijui tayari stop